Tunamkaribisha Daktari Samia Suluhu Hassan mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Sisi wana CCM ambao wengine tumezaliwa hapa Mwanza, tumepata bahati ya kutumikia chama na serikali na tumepata bahati ya kufanya naye kazi, tunaojua uwezo wake, mapenzi yake na utu wake kwa taifa letu la Tanzania amekuja kwenye jimbo letu la Arusha mjini tumempokea wana na Arusha, lakini nipopata la taarifa ya kwamba anakuja Mwanza nikasema siwezi kubaki bila kuja kuwaomba wazazi wangu kaka zangu na ndugu zangu wajitokeze kwa wingi kuja kumsikiliza. Na sababu za kufanya hivyo nazo, amekuwa mtu mwema kulipa nafasi mimi mwenyewe ya kuwa mwenezi wa chama cha mapinduzi taifa, kulipa nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, lakini kunipendelea sana kukaa kwenye vikao na kupitia jina langu akiwa mwenyekiti kwenye halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, kuwa mgombea wa jimbo la Arusha mjini, ikiwa ni matokeo ya kazi nzuri iliyofanywa na no waasisi wetu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Karume, ya kuunda chama kinachoitwa CCM kisicho kuwa na ukabila wala udini, na ndio maana mimi nikapata nafasi na heshima ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Arusha mjini. Nimekuja kuwaomba wana Mwanza, nimekuja kuwaomba wana Kanda Ziwa tunaye kiongozi thabiti mwenye uwezo, mwenye mapenzi na mwenye utu anaoweza kuliunganisha taifa na kulifanya kuwa moja. Si jambo rahisi kufiwa na rais akawepo mlisi wake na taifa likabaki moja. Na uwezo huo ameonyesha Daktari Samia Suluhu Hassan. Mataifa mengi makubwa yanayofanikiwa kiuchumi, walioendelea kwa elimu na kila namna, wameshindwa kuwa wamoja wanapopata majaribio makubwa kama ambayo Tanzania tulipata. Mmoja sifa alionayo ya kulifanya taifa kuendelea kwa moja. Nami naamini kesho anaingia hapa atafanya mkutano Buhongwa, atafanya mkutano Misungwi, atafanya mkutano Sengerema na kesho kutu atakuwa kwenye uwanja wetu hapa wa Nyamagana. Ni rai yangu na maombi ya Wanamwanza wote bila kujali kabila, dini wala chama, njoo usikilize sera, njoo usikilize ilani, na ilani ni matokeo ya mipango iliyochagizwa na mahitaji ya wananchi na tukaipanga kwa miaka mitano kupitia vyama vya siasa kwa hiyo na imani ya kwamba ukija utajua mpango wa maji ukoje ukija utajua mpango wa umeme ukoje utajua mpango wa barabara ukoje unapokwenda kutiki tarehe 29 Oktoba unajua unachokichagua hatuchagui sura ya mtu wala kabila la mtu wala dini ya mtu tunachagua mambo ambayo yametusibu na tunaangalia chama ambacho kina uwezo wa kutuunganisha na kutatua changamoto zetu na hatimaye kuwa na taifa moja lilopiga hatua mtu yuko kwenye mtandao anakuandikia neno anaonyesha na hasira afu baadaye anakaa anakunywa waini. <laughs> ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni vichagizo. Hakuna siasa wala uchaguzi usiokuwa na maneno, na ndio maana wanasema hakuna ng'ombe anayeogopa kunywa maji kwa kelele za chura. Yaani vichagizo vitakuwepo tu, lakini Watanzania wana historia ya kutokuyumbishwa na maneno ya mitandao. Watanzania wana historia ya kutunza na kulinda amani yao. Watanzania ndio kisiwa cha amani kinachosaidia na mataifa mengine yaliyoko ndani ya Afrika kuwa salama kwa sababu ya usalama tuliokuwa nao sisi. Kwa hiyo yale ni maneno tu ambayo ninaomba niwatoe hofu hasa wananchi wa jimbo letu la Arusha. Kule hakuna hofu yoyote ile, yaani watu wamejipanga, tarehe ishirini na tisa kufanya nini? Kutiki, na wanajua mi, wameniambia hivi, Makonda nenda katafute kura za mama za kwako hapa na za Daktari Samia Arusha mjini zipo sasa. So, tunajua ukiingia kazi zitafanyika na watu wa Arusha wanataka kazi, hawataki maneno. Basi wewe ukipita pita kutuambia maneno mengi utatuchosha wewe. Tarehe 29 tunakupatiki wewe, tunampa tiki na Daktari Samia Suluhu Hassan na madiwani wako kaunde halmashauri tutengeneze kazi tuone matokeo na, kusabu, na imali, wamenusu, kwa sababu wanaimani wamenihusu nije huku kuwaomba wazazi wangu wamuunge mkono Daktari Samia ndio maana nimekuja.